Haya waliyoyaongea yaongea ya mtendaji ni kikao cha kikazi zaidi, ndo maana muda mwingi tumempa. Ametoa maelekezo ya kitaifa kwamba wakati ukifika utapimwa kwa uwezo wa hicho kiti ulichokalia umekitendea nini. Mimi niwaombe, muda bado, ndo maana wengine wajanja, unaona wamekimbia wameenda kujenga nyumba za watumishi huko scimoye haraka haraka wamejenga mwendo wa magari wamepeleka kwenye jumuiya wakfaa wanatafuta kwamba mwisho wa siku waandikiwe nini. CCM oye! Kwa hiyo Wanging'ombe ile walipo madiwani wetu wanafanya kazi vizuri bunge wetu wanafanya kazi vizuri tuendelee kuwaunga mkono, lakini ah, hakuna nyama ndiye hapa hulia nyama nyahijege wikali hidegolazima male hijegulemale CCM oye! mnofu hapa haupo. Mimi niseme kwamba uchaguzi ujao utakuwa wa kihistoria. Wanawake tufunge vibwebwe, tuhakikishe mwenzetu, unajua haijapata tokea kama alivyosema katibu, nchi zote zinatushangaa, tuna amani, tuna upendo hmm? lakini navamodadu haevikera we <laughs> numburatuvavava mtuongosakute tutawaongoza sisi emwa Tunatosha, tunato hatutoshi, tutawaongoza. Kiongozi bora ni yule anayeacha alama. Naomba niseme kaza, dr Dokta Samia Suluhu Hassan zimeshaongelewa kutoka sakafu ya moyo wangu. Nawapenda sana, nyie ni watu wema sana. Mapokezi mliotufanyia hatujapata yaona. Kwa kweli, nyie ni watu wa maana sana, mnashirikiana vizuri na viongozi wenu. Nakuombeni mshikamano huu uendelee. Haya ambayo ameyasema ndugu wangu hapa, si sawa wote wa mayuva tilivafunde tativejaka tatuifundaga, si ndio? Si sawa. Nami niseme tu kwamba kiongozi bora hapatikani kwa njia ya kutoa hela nyingi, jingi isendi icho tilijake isendi icho

uko wewe huko uli, lakini kama hatutakula hizo hera katika ustaarabu, tutachomana, tutatafutiana ajali. Mimi sipendi mtengenezeane ajali, acha kumtengenezea mwenziwa ajali. Kwani unamtengenezea mwenziwa ajali aende gerezani? Mwenyekiti naona anafuatiliwa tik, eti mwenyekiti anakopita, amesema eti mwenyekiti amepita, mwenye amesema. Nimesema kwa nafasi yangu Amin? Nimesema kwa nafasi, sasa siwezi kuchukua maagizo ya taifa niogope kuyaleta huku eti kwa sababu wewe mheshimiwa we ni diwani. Hapana, ni nitasema ukweli daima, fitina kwangu mwiko. mtu anayesema atakaye chukua, amesema kanuni na mwongozo vitatuongoza kiukweli, tutakuweka pembeni. We unakuwa ripota wa mtu, we unakuwa shushushu wa mtu. Unajua, hebu niangazie mkutano leo, rekodi kila kitu, rekodi kila kitu, wanasema nini, niletee. Ni tabia chafu sana, ni tabia chafu sana. Mimi katimuna tunayaongea hapa leo akemn kama naanza kusutwa sutwa hivi, mwenyekiti anasema mwenye, nasema kwa nafasi yangu, nasema kwa nafasi yeah. Niko kazini mpaka ishirini ishirini na saba mi bado mwenyekiti weni. Wanging'ombe, mmepata kiongozi <laughs> kiongozi kiongozi bora huwa anajulikana, na nimemwona hapa. Na inyosha wilaya, mtanyoka mwanangu, nyosha wilaya, tumia kanuni na vitabu, namna ya kuadisha wale wanaokusumbua, kwa sababu hufanyi wewe, inafanya miongozi ekiti. Tumia kiti chako vizuri, tumia kiti chako vizuri. hatumai mwenyekiti ili ukimwona huko barabarani, kama huna adabu basi mwambie we hatumaini. Ah ah, ni mwenyekiti kisa sana. Mimi hapa najivunia jembe langu. Hey, mbona hey, hey! Tunanyoka mkoani kipepesuka huko nakwambia, no. Hapana, rudi kikimbilia huko hapana. Unajua heri kuuchunga kondoo kuliko mbuzimbuzi mbuzi wa sumbufu gei, eh? Hmm, sana. Tunaomba mtusaidie kufuata kanuni sheria za miongozo hii ya uchaguzi ili tupate viongozi bora. Waliopo wamefanya kwa wakati wao, na wakipata wataendelea kufanya kwa wakati wao ndere hema yangu kwa sababu kama hatujasimama kwenye nafasi zetu, viongozi tutasababisha migogoro. Si kwamba hakuna nisicho kifahamu cha Wanging'ombe, kila kitu nakifahamu. Nimezunguka mkoa wa mzima wilaya, pekee ambao hamna nyumba ni nyinyi Wanging'ombe. halo nyemayaa mwanye nyewe membonelesnu udesiendadetile ula ila jembelenu, nimesema hivi Mwisho wa ujenzi wa hizi nyumba ni tarehe 30 mwezi wa sita. Amenihakikishia kabla ya tarehe 30 nyumba itakuwa imeezekwa au imepanda na kuishi, si ndio? Sasa mpeni ushirikiano na mwenyekiti wenu wa ujenzi yule pale, simama Ningetamani Wanging'ombe sasa wapite wale, hata walio hata mjenga sisiemu eye <tipi> basi, naongelea hapo kwenye ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Mwenyekiti wa ujenzi, chonde chonde, naomba nyumba yaishe kule, taifa mwenzenu. Niliongopa yule mama chatanda yule na shomali yule, hawana dogo wale, wataniazimia ni mnapenda niazimie? Mna mikakati yenu ambayo katibu amekupeni na mwenyekiti, itekelezeni, kuweni watii, watiini viongozi wenu. Basi nisiendelee kupoteza muda, mimi ajenda yangu ni ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Na mimi niweze kuchangia kuchangia ule ujenzi wa nyumba pale. Basi niseme hivi, niseme hivi kwamba nimepita ukagua ile nyumba. Tumepita kamati ya utekelezaji wote, tumeona zile tofali pale, tumeona ule mchanga bado. Sasa nikampigia Mheshimiwa Pindi jana, amesema anachangia mifuko hamsini ya sementi. Hiyo umeiweka eh? Nikamwomba na mbaraza wangu ana Marongo akasema na atachangia laki moja. Na mimi mama yenu, na mimi natoa laki tatu. Tunapokwenda sasa ni uchaguzi, kuna watu wengi, japo hatutegemei sana kwamba watawepo watatuweza, bali kuna watu wengi wanapiga midomo huko nje. Wewe nataka utaje kama alivyotaja baraza pale kwamba zahanati imetumia bilioni ngapi? Kijiji kimetumia mali milioni ngapi? Lazima viongozi wa kata na mwenyekiti lazima mjue, naomba hivyo hivyo, kawashushie wale wa kwenye matao, wa kwenye matao ni na rahisi kuwashushia wale wananchi, kuwaambia kwamba fedha iliyogharamiwa kwenye eneo yao, kama ni dispensari, ni shule, ndio wajue ili tunapokwenda kule kwenye uchaguzi. Yani mtu yeyote akikuuliza, unakuwa una majibu kama anavyojibu anatiririka mbaraza wetu pale, na nyinyi tunaomba tukatiririke hivyo hivyo kwenye makata yetu. Lakini naomba mkaongeze miradi, unaweza mkajenga ukumbi, mkalima kilimo, mkafanya nini, sio lazima mwe na miti tu. Mimi nawashukuru sana kwa miradi mlio nayo, ila nawaombeni sana mwendelee kuilinda na kuitunza. Sasa basi, kwa nini tunampigia kura Mama Samia? Tunampigia kura Mama Samia wana Wanging'ombe, kwa sababu amewafanyia kazi nyingi sana, ameshusha pesa nyingi sana huku chini kwenye kata zetu 21 kwenye upande wa sekta ya afya, sekta ya elimu, ameshusha pesa nyingi sana sisi, Enda kule mkiongea, mtaje kabisa kwamba katika kata hii Mama Samia amejenga shule, amejenga kituo cha afya na pesa alizo zilizotumika. Usisimame tukusema kwamba amejenga kituo cha afya, amejenga shule bila kutaja kiasi ambacho kimetumika. Waheshimiwa madiwani, mnajua mnahudhuria vikao, mnaelewa mpaka gharama zote na miradi yote iliyoko kwenye kata zenu. CCM oye!